Nz jijini Nairobi, ambapo shughuli za kawaida zilisitishwa mchana kutwa Jumatano hii jijini Nairobi baada ya jiji kugeuzwa kwa uwanja wa makabiliano kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji wa rika la Gen Z. Alikuwepo Leonardo Malwa na kuandaa taarifa hii. Waandamanaji hao walioanza kupenyeza katikati mwa jiji la Nairobi mapema asubuhi ya leo walianza kujikusanya tayari kushiriki maandamano ya ukumbusho wa maandamano ya siku na mwezi sawia mwaka jana ambapo kuliandikishwa historia ya kuvamiwa na kuvunjwa kwa bunge la taifa. Hata hivyo maafisa wa usalama walikuwa wamejipanga na kujihami kwa vizuizi vikiwemo nyaya za umeme kwenye barabara za kuingia bungeni huku wengine wakiwakabili waandamanaji katika maeneo kadhaa kando na bunge la taifa huku majengo ya bunge yakisalia tulivu na salama.

Standing very, very strongly with the families. Makabiliano makali yalishuhudiwa katika barabara za Kenyatta Avenue, Uhuru Highway na zinginezo katikati mwa jiji la Nairobi ambapo milio ya bunduki, moshi wa vitoa machozi, na unyunyizaji wa maji ya kuwasha yakishuhudiwa ili kuwatawanya waandamanaji. Licha ya kuwa waandamanaji walitaka kuelekea katika ikulu ya rais na hata katika bunge la taifa. Kwa mara nyingine, nia yao ya kutaka kufika maeneo hayo haikubainika go alone i kinyume na maandamano ya hivi majuzi ambapo sehemu za biashara na hata shughuli za uchukuzi ziliendelea, Jumatano hii shughuli zote zilisitishwa, ila maeneo chache ya kifahari kama vile Kilimani na maeneo mengine ya kifahari yaliendeleza shughuli zao.

Without having this, uh, heavily armed policemen armed to kill their own citizens? What a shame. So Kenyans must remain bold, Kenyans must remain resolute, and so this is a very important day. In fact, one of the most important days since this country gained independence in 1963. Nikiripotia West TV kutoka Jiji Kuu la Nairobi naitwa Leonard Wamalwa.